Kulikuwa na watu wengi pale stendi ya mabasi lakini macho ya kijana huyo yalikwama kwa mtu mmoja tu. Hakuwa anapiga kelele kuomba msaada, hakuwa anajisukuma mbele ya watu. Alikuwa amekaa kimya pembeni, kana kwamba hakuwepo kabisa. Mwanamke huyo alikuwa amevaa gauni lililochoka, rangi yake ikishapotea kwa muda. Viatu vyake vilikuwa vimechakaa na mfuko aliyoubeba haukuwa na chochote cha kuvutia macho. Lakini uso wake he, ulikuwa na mchanganyiko wa uchovu na utulivu uliokuwa wa ajabu. Kijana huyo hakujua kwa nini alisimama. Hakuwa na sababu ya wazi. Lakini miguu yake ilisimama yenyewe. Alimwangalia kwa sekunde chache, naye mwanamke akainua macho taratibu. Macho yao yakakutana. Hakukuwa na tabasamu, hakukuwa na ombi, kulikuwa na ukimya tu. Kijana akajikuta akisema, umeshakula? Mwanamke alishtuka kidogo, kana kwamba hakutarajia kusikika. Akatikisa kichwa polepole, akasema kwa sauti ya chini, hapana. Hakukuwa na drama, hakukuwa na hadithi ya huzuni, lakini hilo lilitosha. Walitembea pamoja hadi kwenye kibanda kidogo cha chakula. Kijana akaagiza wali na maharage. Alipomwekea mbele, mwanamke alisita kabla ya kuanza kula. Alishika kijiko, akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kula taratibu kwa adabu, kana kwamba anaogopa chakula kitaisha ghafla. Hakula haraka. Hakula kwa tamaa. Na hilo lilimuumiza kijana zaidi. Baada ya kumaliza, mwanamke alisimama. Asante, alisema. Hakukuwa na sauti ya kuomba zaidi. Hakukuwa na namba ya simu. Aligeuka na kuondoka. Kijana alibaki amesimama pale kwa muda mrefu. Siku iliyofuata alimwona tena. Mahali pale pale. Muda ule ule. Amekaa kimya. Safari hii kijana hakusita, alimsogelea kana kwamba walikuwa wamezoeana kwa miaka. Walikula tena, walizungumza kidogo, i mambo ya kawaida, jina lake. Alijitambulisha kama Asha. Hakusema anatoka wapi, hakusema anaenda wapi. Siku zikaanza kupita, chakula kikawa cha kawaida, mazungumzo yakawa marefu kidogo. Kicheko cha aibu kikaonekana mara chache. Lakini kulikuwa na kitu cha ajabu sana. Asha hakuwahi kuomba chochote. Hakuwahi kusema ana shida. Na kila kijana alipojaribu kumsaidia zaidi, kumnunulia nguo, kumpa pesa nyingi, Asha alikataa kwa upole. Hii inatosha alikuwa anasema. Na kadiri kijana alivyoendelea kukutana naye ndivyo alivyohisi zaidi kwamba huyu hakuwa mwanamke wa kawaida aliyeangukia mitani kwa bahati mbaya. Kulikuwa na siri, na siri hiyo ilikuwa inasubiri wakati wake. Lakini kijana hakujua eh, kwamba tayari alikuwa ameanza kupimwa. Kwa nini Asha alikataa msaada mkubwa, na ni siri gani ilikuwa inamfanya aishi maisha ambayo hayakuwa yake? Baada ya wiki kadhaa jambo moja lilikuwa wazi: Asha hakuwa tena mgeni katika maisha ya kijana yule. Hakukuwa na siku maalum waliokubaliana kukutana, lakini kila jioni karibu na stendi ile ile walikuwa wanakutana, kana kwamba ilikuwa ahadi ya kimya kimya. Mazungumzo yao hayakuwa ya kina sana, hayakuwa ya maisha ya nyuma, hayakuwa ya ndoto kubwa. Walizungumza kuhusu vitu vidogo tu. Watu waliopita stendini, mvua iliyochelewa kunyesha, kelele za magari na ladha ya chakula cha pale karibu. Lakini kwenye vitu hivyo vidogo kulikuwa na ukaribu uliokuwa unaota mizizi pole pole. Kijana alianza kumsubiri, sio kwa sababu alihitaji, bali kwa sababu siku yake ilionekana pungufu bila yeye. Siku moja Asha hakutokea. Dakika zikapita. Saa ikapita. Kijana akahisi kitu kisichoelezeka, wasiwasi ambao haukuwa na mantiki. Alijikuta akizunguka stendi mara kadhaa, macho yake yakimtafuta kwenye kila kona. Alipokaribia kuondoka, alimwona. Asha alikuwa amesimama mbali kidogo, nyuma ya duka moja, kana kwamba alikuwa anasita kusogea. Alikuwa amevaa nguo zile zile zile za kawaida, lakini uso wake ulikuwa mzito kuliko siku nyingine. Nilidhani hutakuja, kijana alisema. Asha alitabasamu kidogo, lakini tabasamu hilo halikufika machoni. Niliwaza nisi, lakini nikaja. Walikaa kimya kwa muda, kisha kijana akasema jambo ambalo hakuwahi kusema kabla. Njoo nyumbani kwangu, ule hapa kuna kelele sana. Asha alinyamaza. Kwa mara ya kwanza alionekana kusita kwa dhati. Aliangalia barabara, akaangalia watu waliokuwa wanapita, kisha macho yake yakarudi kwa kijana. Ni sawa, alisema hatimaye. Nyumba ya kijana haikuwa kubwa. Haikuwa ya kifahari. Lakini ilikuwa safi, tulivu na yenye hisia ya usalama. Asha alisimama mlangoni kwa sekunde chache kabla ya kuingia. Aliangalia ndani kana kwamba alikuwa anasoma kitu kisichoonekana. Kisha akaingia polepole. Walipokaa kula, hali ilikuwa tofauti. Hakukuwa na kelele za steni. Hakukuwa na watu wanaopita. Kulikuwa na wao tu. Asha alianza kuzungumza zaidi. Alicheka kidogo. Alisimulia hadithi ndogo zisizo na majina: nilifanya kazi mahali fulani, nilikuwa namjua mtu fulani. Lakini kila kijana alipojaribu kuuliza zaidi, Asha aligeuza mazungumzo kwa ustadi, na bado eh, hakukuwa na uongo wa wazi. Baada ya chakula, Asha alisimama ghafla. Nahitaji kuondoka, alisema. Kabla kijana hajajibu, Asha aliongeza kwa sauti ya chini Usiulize maswali ambayo bado hujaandaliwa kujibu. Maneno yale yalibaki hewani hata baada ya Asha kuondoka. Usiku huo kijana hakulala vizuri, kwa sababu kwa mara ya kwanza alihisi wazi kabisa, he, alikuwa ameanza kumpenda mwanamke ambaye hakumjua kabisa. Na mbali kidogo na hapo, e, mtu mwingine alikuwa anatazama kila hatua. Nani alikuwa anatazama na kwa nini kila hatua ya kijana ilikuwa muhimu sana? Baada ya siku ile kila kitu kilianza kuonekana tofauti, sio kwa sababu Asha alibadilika, bali kwa sababu kijana alianza kuona zaidi. Alianza kugundua kuwa Asha alikuwa makini sana na mazingira yake. Alijua ni nani anapita karibu nao, alijua ni saa ngapi stendi inakuwa na watu wengi na mara nyingi macho yake yalikuwa yanatazama pembeni kana kwamba alikuwa anahakikisha jambo fulani. Kijana alijaribu kujiridhisha kuwa labda ni tahadhari ya mtu aliyeishi maisha magumu, lakini ndani yake swali lilianza kukua. Siku moja kijana aliamua kufanya kitu tofauti: alimnunulia simu mpya, siyo ya bei ghali sana, lakini nzuri vya kutosha. Alipomkabidhi, Asha alishika simu hiyo kwa mikono miwili, akaangalia kwa sekunde chache, kisha akairejesha taratibu. Hapana, alisema kwa sauti tulivu. Kwa nini? kijana akauliza. Itakusaidia. Asha akatikisa kichwa. Sitaki chochote kitakachonifanya nibaki. Maneno yale yalikuwa mazito. Kabla kijana hajayaelewa vizuri, Asha aliongeza. Baadhi ya vitu vinafungwa kwa minyororo usiyoiona. Siku zilizofuata kijana alijaribu njia nyingine, alimtafutia kazi ndogo kwenye duka la rafiki yake, alimpendekeza akae kwake kwa muda. Asha alikataa yote, lakini bado e, aliendelea kuja, aliendelea kukaa, aliendelea kucheka. Mchanganyiko huo ulimchanganya kijana zaidi. Usiku mmoja walikuwa wamekaa nje kimya wakitazama taa za barabarani. Kijana akavunja ukimya. Kama unaondoka siku moja bila kusema, nitaumia. Asha hakujibu mara moja. Alimwangalia kwa muda mrefu kuliko kawaida. Hatimaye akasema, Ndiyo maana sitaki uamini sana. Maneno yale hayakuwa tishio. Yalikuwa onyo. Siku chache baadaye jambo lisilo la kawaida likatokea. Kijana alipokuwa akitoka kazini aliona gari likisimama upande wa pili wa barabara. Halikuwa la kifahari sana lakini lilikuwa jipya. Dirisha likashuka kidogo. Mwanaume mmoja akiwa amevaa vizuri alimwangalia. Hakusema chochote. Hakutoa ishara. Baada ya sekunde chache, gari likaondoka. Siku tatu baada ya Asha kutoweka, kijana alikuwa bado anatembea bila mwelekeo. Alienda stendi. Alienda kwenye vibanda vya chakula. Alienda hata sehemu walizokuwa wanakaa kimya kuangalia barabara. Hakuna aliyemwona Asha. Hakuna aliyemjua. Ilionekana kana kwamba hakuwahi kuwepo. Siku ya nne akiwa amekaa nyumbani usiku, televisheni ilikuwa inaendelea bila umakini wake. Habari zilikuwa zinapita kama kawaida: siasa, biashara, makampuni makubwa. Kisha akasikia jina, sio jina la Asha, bali sauti ya mtangazaji ikisema, katika mradi wa utafiti wa tabia za kijamii, kampuni ya a e. Kijana alinyanyuka taratibu. Runinga ikaonyesha sura ya mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa suti ya kifahari, nywele zimepangwa vizuri, macho yakiwa na ujasiri wa mtu aliyezoea kuonekana mbele ya watu. Moyo wake ukasimama. Ilikuwa ni yeye, sio Asha wa stendi, sio Asha wa mavazi yaliyochakaa, lakini macho yalikuwa yale yale. Maneno ya mtangazaji yaliendelea, he. Utafiti huu ulilenga kuchunguza kama mapenzi na huruma vinaweza kuwepo bila motisha ya kifedha hai. Kila neno lilikuwa kama pigo. Kijana aliketi chini polepole pole, macho yake akiwa ya yamegandishwa kwenye runinga. Ashak au jina lingine alikuwa akizungumza kwa ufasaha, akitaja takwimu, akitabasamu mbele ya waandishi wa habari. Hakukuwa na dalili ya hofu. Hakukuwa na dalili ya mtu aliyepotea. Ndipo kipande cha video kikaonyeshwa. Haikuwa video ya uso wake, ilikuwa ni vipande vya maisha ya kijana, picha zilizochukuliwa kwa mbali, mazungumzo yaliyorekodiwa kwa sauti ya chini, matembezi yao pale steni. Dunia yake ikaporomoka. Kila chakula alichomnunulia, kila neno alilosema, kila hisia aliyofungua, vyote vilikuwa sehemu ya faili. Ndipo akasikia maneno ambayo yalimuumiza zaidi kuliko yote: washiriki hawakujua walikuwa sehemu ya utafiti. Kijana alizima runinga, chumba kikawa kimya sana. Ndani ya kimya hicho swali moja lilijirudia tena na tena. He, je chochote kati yetu kilikuwa cha kweli? Siku iliyofuata simu yake ikaita, namba haikuonekana. Aliposita kuipokea simu ikakata. Dakika chache baadaye ujumbe ukaingia. Nahitaji kukuona. Tafadhali. Hakukuwa na jina. Lakini alijua ni nani. Walikutana mahali tofauti. Si stendi. Si nyumbani kwake. Ni kwenye mgahawa wa kimya wa mbali. Asha aliingia akiwa amevaa kawaida. Hakuna suti, hakuna mwonekano wa runinga. Alikaa mbele yake, macho yake akiwa yamejaa kitu ambacho hakuwahi kukiona kabla, hatia. Lakini kabla hajazungumza, kijana aliuliza swali moja tu, niambie ukweli, nilikuwa nani kwako? Asha alifungua mdomo, e eh, lakini jibu lake lingeamua kila kitu. Je, Asha angechagua kazi yake au moyo wake? Asha alikaa kimya kwa muda mrefu. Hakukuwa na ujasiri wa runingani, hakukuwa na tabasamu la kitaalamu. Kulikuwa na mwanamke mmoja tu aliyekuwa amechoka kubeba nyuso mbili. Ulikuwa AKC, alisema hatimaye, sauti yake ikiwa ndogo kuliko kelele za mgahawa, lakini hukupaswa kuwa zaidi ya hapo. Kijana alitabasamu kwa uchungu. Lakini ulikuwa zaidi kwangu. Asha akavuta pumzi ndefu. Nilipokuja pale stendi kwa mara ya kwanza, nilikuwa na mpango, nilikuwa na ratiba, nilikuwa na watu waliokuwa wanatazama kila hatua. Lakini siku ya tatu, e, siku ya nne, nilianza kusahau kwa nini nilikuwepo. Alisimama kidogo, macho yake yakimtazama moja kwa moja. Nilipoanza kukataa zawadi zako haikuwa sehemu ya utafiti. Ilikuwa hofu. Niliogopa nikikubali zaidi ningeacha kuwa mtafiti. Kijana alinyamaza. Alikuwa anasikiliza lakini moyo wake ulikuwa tayari umechoka. Video ulizoona runingani, Asha akaendelea, zilikatwa. Hazikuonyesha nyakati nilizovunja kanuni. Hazikuonyesha nilivyochelewa kuwasilisha ripoti hazikuonyesha nilivyopotea kwa siku kwa sababu nilikuwa a e. Alimeza mate, nilikuwa nahisi vibaya. Kulikuwa na ukimya mrefu. Hatimaye kijana akauliza kwa sauti tulivu sana, kama ningekuwa maskini zaidi, kama nisingekuwa na nyumba, kama nisingekuwa na chochote, hungekaa? Asha hakujibu haraka na jibu lake lilikuwa tayari limejionesha alisimama nimekuja kukuomba msamaha alisema sio kurudisha kile kilichovunjika najua siwezi alitoa bahasha ndogo mezani ndani kuna barua siyo ya utafiti ni yangu kijana hakuifungua aliisukuma taratibu irudi kwake Wema niliyokupa haukuwa mtihani, alisema. Na mapenzi yangu hayakuwa data. Asha alinyamaza. Macho yake yakajaa machozi lakini hakuyafuta. Aligeuka na kuondoka bila kusema neno lingine. Kijana alibaki peke yake mezani. Baadaye habari zilienea. Mradi ule ulipata sifa kubwa. Asha alipandishwa cheo. Lakini kwenye hotuba yake ya mwisho ya umma alisema sentensi moja tu: si kila kitu kinachopimwa kinapaswa kutumiwa. Kijana hakuwahi kumwona tena, lakini kila alipopita pale stendi alikumbuka jambo moja, kwamba wakati mwingine mtu anaweza kukupima tabia yako e, eh, na akashindwa kuishi na majibu. Je, ungependa kupendwa kwa sababu ya moyo wako au kwa sababu ulikuwa sehemu ya jaribio?